Na sisi tunafanya hivyo sababu tunataka kuonyesha nchi mzima, dunia mzima, that Tachoni culture is still strong and alive, na watu wakuje ili waweze kuona our old artifacts, ile nguo zetu za zamani, ile madawa yetu na ile vitu zote ambazo tulikuwa tunatumia eh, kama Watachoni. So sisi ni kuomba tu watu wetu eh, across eh, Bungoma wakuje tarehe ishirini na eh, sita, viongozi wetu Watachoni wala ambao si Watachoni eh, wakuje wajione nguvu na eh, strength ya Watachoni eh, kama kama jamii sana. Leo tumekutana hapa na the supreme organ ya eh, Tachoni eh, Cultural eh, Network eh, kiongozwa na viongo, na chamani wetu hapa na pia chamani wetu wa kwanza na viongozi wote ambao leo tumekutana nao hapa. Mimi nashukuru kwa ile eh, kazi ambayo wanafanya kuunganisha watachoni wote eh, across Bungoma County and across the Republic of Kenya na pia kuunganisha eh, watachoni na kabila zingine katika eh, nchi ya Kenya. Hii ndio leo tumekuja hapa, pia eh, kupanga vile ambavyo tunaenda kucelebrate culture yetu ya watacho, ya watachoni. Tarehe 27 eh, eh, hata tarehe 26 hapa Masinde Mliro, former Masinde Mliro University campus hapa Webuye. Uh, huyu ni Letia wa Sirose Wekesa. Uh, leo tuko hapa kuonyesha ama kujulisha wananchi kwa ujumla kwamba watachoni watakuwa na siku yao ya yes, starehe ya utamaduni wao tarehe 26 mwezi huu hapa Masinde Mliro University. Tunaomba muje kwa wingi. Tutaonyesha vitu vingi kuhusu madawa zetu, vyakula vyetu na utamaduni wa aina mbalimbali. Tutakuwa hapo kwa wingi na tunaomba muje kwa wingi pia. Tangu zamani tumekuwa na siku ya aina hii na ilikuwa imekwamakwama kidogo, tukaikwamua mwaka wa 1994 mpaka waleo tunaendelea na haya maonyesho yetu, na ndio tungependa tushirikiane, alafu tumalize natuendelee mpaka mambo yote ijulikane, kuhusu mtachoni anakaaje, tabia zake ni zipi, mwima yake ndio upi. Letia wa habiri, leo hii tumekusanyika hapa tukitaka kuchulisha watu ya kwamba utamaduni uh, ya mtachoni itafanyika tarehe 26 katika Mazinde Muliro University hapa Webuye na tumechipanga tunataka kuonyesha watu utamaduni wa Mtachoni, walikuwa wanafanya nini, mambo ya kitambo yote, madawa, chakula na hata eh, vile walikuwa wanakausha vyakula kama nyama. Hizo vitu zote zitaonyeshwa pale na hata chakula ya kukula siku hiyo pia itakuwa hapo. Asante. Ni mama Fani Somoke, tuko kwa matayarisha ya siku yetu atayarisha utamaduni tarehe 6 mwezi wa kuinb. Mimi kama mama wa Tachoni nimefurahi kwa sababu hiyo siku inaonyesha kwamba Watachoni wanaipangiliwa katika maisha yao, na watoto wenye tunazaa pia tunataka wajue kwamba hiyo yetu iko na tunafanya maneno ambayo watachoni walifanya hapa awali, na mwacha mila ni mtumwa. Lazima tufanye hiyo mila ambayo itakuwa smart sana, itakuwa nzuri oh, na mafundisho umwa, mengi. Kama mama nakaribisha wamama wote wa Kenya mzima, karibuni sana, tujivunie utamaduni wetu wa vitatu. hey, hey. Serikali yetu ya kaunti, ukisoma katiba yetu kifungu cha kumi na moja inaweka mamlaka kwa serikali ya kaunti u na kuprotect culture tunataka kuona ya kwamba serikali ya kaunti, na tunaposonga so, mbele waweke pesa ya kucelebrate culture wa Tachoni, kucelebrate culture ya wa Bukusu, hata kucelebrate culture wa Saboti, because we we we can only secure the future of our children through reminding them continuously where where where we come from, where we are and where we are going to. So for me eh, ni kuomba tu watu wetu